Okay, hi everybody. Hope leo mmeenjoy. Leo ni Jumapili ya matai wa Katoliki. Leo ni siku ya muhimu sana, mimi mwenyewe Mkatoliki. Leo so, sasa nataka niongee na nakamda, sijaongea ni um, nataka niongee na wababa sana sana, so wababa waume na wamama pia ambao wanaishi nyumbani kwao na housemaids, siku hizi wanaitwa house managers. Siku hizi mezoea kuwaita mausgeli, wadada wa kazi. Kuna tabia wanaume wanapenda sana kutembea na wadada wa kazi, na once mama akijua dada anatembea na mama wa kazi, na msichana, baba anatembea na msichana wa kazi anamfanyia fujo yule msichana wa kazi, msichana wa kazi anaonekana mbaya, anafukuzwa, lakini sometimes ananyimwa mpaka haki zake. Na kuna wanaume wanakuwa so proud kutembea na hao wasichana wa kazi. Unakuta mwanaume anasema we, mimi namlea mtoto wa watu, amekuja kwangu, amependeza, amenawili, halafu nikubali mwanaume mwingine uko nje amfaidi, na mfaidi mwenyewe popo ndani. Unaona, eh mimi nataka tu wamama wajue kwamba sio wanawake wote, wasichana wote wa kazi huwa wanapenda kutembea na wababa wapo nyumbani na baba mwenye nyumba. Wengi wanafosiwa, alafu wakishafosiwa wanaanza kutishiwa, kwa unakuta dada ane, inabidi atimize eh, mambo baba anayotaka ili labda mama asijue ama ye asifukuzwe, akifikiria kuwa maisha alivyo magumu. Lakini unakuta wasichana wengi sana ambao nimewahi kuongea nao hata hawapendi wa baba yani, hawapendi ya hawana ya mapenzi nao, hivyo ni basi tu, yani mapepo ya ngono yanakuwa yamewapanda wanaume zetu. Sasa mimi kuna stori nimeipata, nimentia uchungu sana. Nikasema ngoja leo nitaongea na wanaume ambao wataona hii video. Kuna mama mmoja na mume wake walikuwa na maisha mazuri sana, wamejenga nyumba yao nzuri ghorofa, na nje wana apartment seven quarter ambayo dada ndo anaishi huko. Siku moja, baba sasa akawa ameanzisha mahusiano na dada, anatembeaga na dada siku zote, takia dada amekuja anatembea naye Siku moja mama akawa na baba wametoka kwenye harusi, mama akapanda juu kwenda kuoga. Baba yuko chini anaangalia movie na ashamsomea mke wake Ramani kwa baba. Mama akipanda juu kwenda kuoga, na hivyo ametoka kwenye harusi, amechoka, moja kwa moja anaenda kulala. Kwa hiyo ndo anatoka anaenda kule servant kota, anajipimia kwa dada, alafu ndo anarudi ndani. Sasa mama ametoka kuoga tangu akiwa bafuni anasikia mbwa analia sana, yani mbwa analia sana, anafikiri huyo mbwa siku hiyo aliamua kuwadhihirisha ku, ali, alitaka kumshtua mama ajue kitu kinachoendelea. Yani mbwa alikuwa analia mama, jamani ni mbwa analia mama. Akatoka nini akaanza kumwita dada, dada asikii, baba baba asikii, kutoka nje anaangalia chini, baba yuko wapi? Mbwa anazidi kupiga kelele, mama akatoka nje Simo, kwa wako, anaenda imaanaenda, anakuta mlango uko wazi, Hamad anamkuta baba <laughs> huyu okay, hapa na dada, wanatafuta mtoto. Mama akaanza, dada, unatembea na mume wangu sikutaki tena, ondoka kwangu, kesho lazima uondoke. Dada akaanza kwamba msamaha, mama nisamee, baba ndo anayelazimisha nisamee, sikupenda mama, nisamee na yule mama alikuwa ni mtu mzuri kwa dada, kwa sababu kila mwezi anatuma anatuma vitu kule nyumbani kwao, alafu amnyime dada mshahara wake, kaishi naye vizuri. Baba yake kimya, akaamka hapo, akaondoka zake, akapanda juu kwenda kulala. Mama akabaki na kupanda dada, dada ishi naye vizuri, wakifanywa hivi eh, hey, kutaondoka na kwambia, basi wakalala. Asubuhi imefika mama, asubuhi na mapema kamwamsha dada anamwambia dada ndio naondoka kwangu leo tu. Yule dada akamwambia mama, tangu nimekuja hapa baba ndo ananilazimisha niwe na wewe, nami sijapenda haya maisha, lakini baba ndo amenilazimisha mimi niwe na mahusiano naye, na ni tangu nimekuja hapa na baba amenyenyesa sana, lakini naondoka lakini baba atajua, ajui, atakoma. Msichana huyo kapakia kondoka zake, karudishwa kwa Usingida. Wakakaa baada ya miezi sita, baba akaanza kuumwa. Baba anaumwa, anaumwa, anaumwa, baba hatibiki, anaumwa hoi bin taabani. Wamemuuguza baba, baba hapoi, anaumwa, maradhi yaeleweki. Mama akaja kukumbuka dada alisema Ule dada anaondoka mshi wake. Baada ya yule dada kuondoka, mama akawa hata kitu tena afsikia pale. Mama akakumbuka dada alisema anaondoka lakini kitakachompata baba. Usikute ni yule dada. Huyu anampigia simu, akampigia simu, wewe mwanangu, ujambo? Kabasi jambo, mama za siku safi, unaendeleaje? Salama mwanangu. Baba anaumwa anaumwa, yuko hoi mwanangu, kama ni wewe, naomba msamehe baba Usiniulie mwanangu, usiniulie mume wangu. Dada akamwambia mama, baba anaumwa e. Akaambia mwache aumwe, hiyo ndio adhabu yake, hiyo ndio dawa yake, nilikwambia. Mwache aumwe. Mama anambebeleza, tafadhali mwanangu, msamee baba, usimuue, msamee baba, msamee mume wangu. Dada akamwambia no, hata siku naondoka nilikwambia. Dada akakata simu, akawa tena apokei, okay? apokei tena na apatikani tena. Baba aliumwa mpaka alifariki, alikufa. Unaona, baba aliumwa mpaka alikufa. Kwa hiyo sasa, hii ni uoni kwenye wanaume ambao mnapenda kutembea na, mna na wadada wa kazi, achende na mama. Ukitaka dada anatembea na mume wako Usifikiri wote wanapenda, wengi sana, asilimia tisini na tano wanalazimishwa na akina baba. So wao wanapenda, ni wanalazimishwa na wanaume hapo nyumbani, na wanaume ni wabaya. Kwa mfano, ukuta kabinti ni kadogo, kanadanganywa na baba, baba ndo anakabikiri, baba anakageuza nyuma na mbele, anamfanya vitu vibaya mtoto, too bad. Watoto wanakuja wanapata malaana, unaona, watoto wanapata laana nini tabia za baba alikuwa anawafanyia watoto, laana zinapatiliza vizazi vinne. Ni kweli kabisa, hiyo sio uongo. Acheni kuwabaka watoto wa watu, acheni kuwadhulumu. Maana ile ni mnawadhulumu. Mama umpe ofu, mtoto atoki huko nje, kutaa na vijana wenzake. Unambana hapo ndani, ndo watoto wakwa kiume ndo baba wanambaka mtoto wa watu, wanamdhulumu. Unakuta dada hawapendi ana mapenzi, you know, uh, unaweza ukavaa kiatu hiko, how it feels, ku have sex na mtu ambaye humpendi. Na dada wa kazi analaa alipeba limekuja kulipelewa linanuka pombe, kila tundu inamlala dada, dada ya pendi. Akimaliza hapo na watoto huko ndani wa kiume, nao wanamlala wasichana wa kazi, wanateseka Wanadhulumiwa, ile ni dhuluma kubwa sana, wananyanyasika kingono. Kwa hiyo wanawake wenzangu, so dada, yaani kwa mke mkuta yuko na mume wako, basi ndo aanze kufanya fujo sana kwa mwanamke, kwa yule mtoto wa watu, bora achana naye kwa amani. Lakini mara nyingi wenye makosa ni um wa, waume zenu. Waume zenu wenye makosa, stori ni nyingi sana, ziko kama kuna mmoja anasema, mimi dada natembea naye, namuuliza je, akipata mimba? Hawezi pata mimba, dada, nimemlepi tu, zinakaa kwenye dumu la unga. Mama wao anahangaika kwa sati kwenye sanduku la msichana, kumbe kwenye dumu la unga mnaopikia ugali tu ndio zimejazwa huko, dada anakula mara kwa mara. Haya, siku akiamua kuapikiwa nao kasi. Wanaume acheni hizo, badilikeni. Yani acheni kutembea na vijakazi, wajakazi No, naoonea no, mnaoumiza haya ndio mjitafakari. Bye for today. Mm-hmm.